Wakulima tushirikiane nao kuhakikisha kwamba tunailinda thamani na utu na mwonekano wa Zanzibar kwa zao la biashara, zao la karafuu, zao la karafuu na nazi. Kwa hiyo nachokombeni, wazee wao, vua za masika zinaendelea, leo tunataka kugawanya miche hii. Naomba sana, mikakati tumesema ni hiyo. Katibu mkuu kaeleza, kurugenzi kaeleza, mwingine ameeleza. Niwaombe sana, tumekuja hapa leo dhamira yetu ni kugawanya miche hii lakini hatukuja kuingia kwenye records ya kwamba tumegawa miche mingi ya mikarafuu tumekuja tunataka tuingie kwenye records ya kwamba kiwango cha msimu wa mwaka ishirini ishirini na tano miche iliyogaiwa ni kiwango hicho ambacho kimetajwa zaidi ya themanini elfu lakini yaliyo survive ni asilimia takriban tuseme mia moja lakini asilimia tisini tumependelea kufanya uzinduzi huu hapa ili kuona kwamba zile juhudi za viongozi wetu ambapo walipokuwa wakitupa maelekezo tukazifanyia kazi, na tumeona kwamba zimizaa matunda. Kwa hiyo tumeosema kwamba hapa tuje at least tuone ushuhuda, vilevile iwe ni kama motivation kwa wakulima wengine ambao wako tayari kuiga mfano kama waliofanya wenzetu Watangani, basi tuendelee nao nafikiri ukipita hivi vitalu sasa hivi utaangalia miche mingi utakayoikuta basi ni mikarafuu kuliko miche mingine. Kwa hiyo juhudi kubwa sana inafanyika kupitia wizara yako, lakini tukasema tushirikiane hizi nguvu za pamoja, ili kuona kwamba tunafikia lengo na la la nchi na la serikali, ili kuona kwamba tunaenda kuongeza uzalishaji. Mpango huu kama tutaunga mkono, basi nao utaufikisha pale ambapo utataka kufika, kwa maana kwamba tutakuwa na mikarafuu sasa, sio miche ya kutosha, ili zao hili liendelee kuwa zao kuu la hapa Zanzibar. projekti hii aliyoiandaa, ambayo kwa mzuri, ambayo kwa miaka ya nyuma ilikuwa si hatuipati fursa kama hii. Kama wakulima leo, mawaziri wakaja kutusia, wakashuka mpaka chini, wakajua changamoto zetu, wakajua wananchi wana shida gani, wakajua wananchi wahitaji nini. Kwa kweli mashallah, hili ni suala moja kubwa, na nautaichukulia kuwa ni suala zuri kwa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo kama mimi, kama mimi, basi naahidi kwamba haya masuala itashughulikia ita na itakwenda vizuri na wao waweze kuja kama hivi tulivyokuja leo, kama tulivyoshajilishwa na Mheshimiwa. Kwa hiyo, na wao waingie kwenye hili jambo ambalo itatufanikisha sisi na serikali yetu na vizazi vyetu vijavyo.